Sasa tuelekee kule nchini Uturuki ambapo mahakama ya Uturuki imeongeza mashtaka mapya dhidi ya kiongozi wa upinzani Ikram Imamoglu, meya wa Istanbul, aliyehukumiwa gerezani tangu mwezi Machi, kufungwa kwake kukiibua maandamano makubwa dhidi ya serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan. Mashtaka mapya yanayohusiana na uhusiano wake na mfanyabiashara aliyohukumiwa Julai kwa kufanya shughuli za ujasusi kwa niaba ya nchi za kigeni. Serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan imekanusha shutuma za kuumiza upinzani ikisema mahakama huru na mashtaka yote yanategemea uhusiano wa upinzani na ufisadi na shughuli haram. Imamoglu alikamatwa Machi kwa mashtaka ya ufisadi na Julai ilipohukumiwa kwa kumkashifu na kumhatarisha mkuu wa wakili wa Istanbul. Mashtaka mapya yanamshutumu miongoni mwayo kwa kuhamasisha taarifa za biashara za wakazi wa Istanbul kwa lengo la kupata fedha za kimataifa kwa kampeni yake ya urais. Imamoglu akikanusha mashtaka yote mahakamani na mitandaoni. Msimamizi wake wa zamani wa kampeni Nesat Ozkan, pamoja na Merdan Yanogdag, mhariri wa kituo cha televisheni cha Tele1, pia wamelengwa na mashtaka. Kituo hicho kinachokuwa kilichokuwa kinakosoa serikali kimechukuliwa na kinachukuliwa na serikali iliyopita ili kwa madai ya ujasusi. Hiyo ni taarifa kutoka huko Ankara nchini Uturuki. Tuelekee kule India ambapo ndege za moja kwa moja kati ya India na China zimeanza tena baada ya kufungwa kwa zaidi ya miaka mitano. Ndege ya IndiGo kutoka Kolkata ilifika mjini Guangzhou nchini China leo Jumatatu asubuhi ikiwa na takriban abiria mia moja na themanini. Urejeaji huu wa ndege unaashiria hatua ya kurekebisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili zenye idadi kubwa ya watu duniani baada ya muda wa mvutano kidiplomasia. India imesema ndege hizo zitaongeza mawasiliano ya watu kwa watu na kusaidia kurekebisha hatua kwa hatua uhusiano wa pande zote. Ndege zilifungwa mwanzoni mwa mwaka 2020 kutokana na 20 na janga la uviko 19 na mapigano ya kikatili kwenye mpaka wa Himalaya ambapo wanajeshi wa India 20 na China 4 waliuawa. India pia iliweka vizuizi kwa uwekezaji wa China na kuzuia maelfu ya apps za China ikijumuisha TikTok mzunguko huu mpya unafuatia mikutano kati ya waziri mkuu wa India Narendra Modi na rais wa China Xi Jinping iliyofanyika Urusi mwaka jana na China Agosti mwaka huu. Wapiganaji wa pande hizo mbili walibadilishana zawadi za uh, sherehe za Diwali kama ishara ya amani. Huduma za ndege za moja kwa moja kutoka New Delhi kwenda Shanghai na Guangzhou zitaanza mwezi Novemba. India tayari na ndege zinazounganishwa na Hong Kong. Hiyo ni taarifa kurejea tena kwa uhusiano kati ya China na India baada ya miaka mitano ya vuta ni kuvute. Tukitoka huko Asia sasa, tuelekee kule New York nchini Marekani. Shirika la Umoja Mataifa limeomba haraka kulindwa na kupewa njia salama mamia kwa maelfu ya raia katika jiji la Al Shifa nchini Sudan. Hii ni baada ya kundi la kijeshi la RCF kudai kudhibiti jiji hilo. Kiongozi wa maswala ya kibinadamu Umoja Mataifa Tom Fletcher amesema raia wanapigwa mabomu, wanakosa chakula, huduma za afya na usalama, huku mamia kwa maelfu wakiendelea kushikiliwa ndani ya jiji. RCF imekuwa ikizuia mji wa Al Shifa kwa zaidi ya miezi 18 ikijaribu kudhibiti makao ya mwisho ya jeshi la Sudan katika eneo la Darfur magharibi. Fletcher ametoa wito kwa pande zote kuachana na mapigano mara moja na kuhakikisha raia wote wanaweza kuondoka salama. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kuwa hali ya kibinadamu huko Sudan ni mbaya na inahitaji hatua za haraka. Kudhibiti mji wa Lshaf kunaweza kuimarisha udhibiti wa RCF katika mji katika Dafur yote na kuongeza uwezekano mga wa mgawanyiko wa Dafur kutoka Sudan. Hata hivyo, RCF imetiwa mashaka kwa unyanyasaji na mauaji ya raia wasio na silaha, na hiyo ni kulingana na ripoti za madaktari wa Sudan. Gavana wa Darfur Minni Minawi ametoa kuanzisha wito wa kulinda raia na kuanzisha uchunguzi huru kuhusu ukiukaji wa haki na mauaji yanayodaiwa kufanywa na RCF. Hata hivyo, waziri wa habari wa Sudani amesema madai ya RSF ni ya vita vya kisaikolojia na kwamba kikundi hicho kimekumbana na kushindwa katika maeneo kadhaa. Hali ya mji wa elshifani ya hatari na Umoja wa Mataifa unaendelea kuwataka watu wote wanaohusika kulinda maisha raia na kuhakikisha njia za kutoroka mji huo ni salama usalimini taarifa hiyo msikilizaji, inatubeba mpaka kule Bamako Afrika Magharibi ambapo serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza kufungwa kwa shule na vyuo vya elimu ya juu nchini, uh, nchini humo kwa muda wa wiki mbili, huku nchi hiyo isiyo na bandari ikikabiliwa na athari za vizuizi vilivyolazimisha ku, kuagiza mafuta

Kwa, kwa usambazaji wa mafuta hadi taarifa nyingine itakapotolewa, huku kipaumbele kikiwa ni kwa magari ya dharura ya misaada na ya usafirishaji wa umma katika vituo vilivyotengwa. Hii inakuja takriban miezi miwili baada ya kundi la Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin maa, mojawapo makundi kadhaa ya kitakafiri yanayofanya kazi katika eneo la Saher kutangaza kizuizi cha kuagiza mafuta kutoka nje jirani. Tangu wakati huo kundi hilo linalofungamana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda limekuwa likilenga lori la mafuta na Kujia hasa katika nchi za Senegal na Ivory Coast kupitia njia ambazo bidhaa nyingi za kuagiza inapitishwa. Kundi hilo liliweka kizuizi hicho ikitaja ni hatua kulipiza kisasi dhidi ya mamlaka kwa, ya Mali kwa kuzuia uuzaji wa mafuta nje ya vituo vya mafuta katika maeneo ya vijijini ambapo mafuta huchukuliwa kwenye maboksi kisha kuuzwa baadaye. Mamlaka ya Mali walisema hatua hiyo ililenga kukata njia za usambazaji wa kundi hilo la kitakfiri.